Karibu sana kwenye chaneli yako pendwa ya Official Khudhey Pi Updates. Hapa ndipo unapopata taarifa rasmi sahihi, na za kina kuhusu kila hatua ya maendeleo ya Pi Network. Tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, like video hii, comment na washakengele, ili usipitwe na taarifa muhimu zinazokuja kila wiki. Leo tutachambua kwa undani tamko la usalama kwa watoto na sera ya CSAE lililotolewa na Pi Core Team. Hili ni eneo nyeti sana, na Pi Network imedhihirisha kuwa inachukulia usalama wa watoto kwa uzito mkubwa sana. Viwango vya usalama kwa watoto, Child Safety Standards. Pi Network imesisitiza kwamba ingawa jukwaa lao limeundwa mahsusi kwa watu wazima wenye umri wa miaka kumi na minane 8 na kuendelea, bado wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa mazingira ni salama hata kwa watoto endapo watapita au kuhusika kwa namna yoyote ile. Moja: uthibitishaji wa umri, Age Restriction and Verification. Mtumiaji yoyote wa Pai ni lazima awe na umri wa miaka kumi na minane au zaidi. Mfumo wa usajili unatumia hatua mbalimbali za kuthibitisha umri, kuhakikisha hakuna mtoto anayeweza kujiunga kimakosa. Akaunti yoyote inayohisiwa au kuthibitika kuendeshwa na mtoto hupitiwa haraka na kufutwa mara moja. Mbili, maudhui na tabia zilizopigwa marufuku prohibited content and behavior. Pai Network inapiga marufuku kabisa yafuatayo maudhui yoyote ya kingono yanayohusisha watoto, vitendo vya kudanganya au kuwavuta watoto kwa njia ya kihalifu, picha au vielelezo vinavyoweka watoto katika muktadha wa kingono, mijadala isiyofaa kati ya watu wazima na watoto. Mtu yeyote atakayekiuka haya ataondolewa haraka, kuripotiwa kwa vyombo vya usalama na kupigwa marufuku milele. Tatu, ufuatiliaji na udhibiti. detection and moderation. App ya Pi hutumia vifaa vya kisasa vya kuchanganua maudhui automatic pamoja na timu ya wataalamu wa udhibiti wa maudhui. Maudhui yote yenye dalili za unyanyasaji wa watoto au tabia za kutishia usalama wa watoto, huyachambua na kuyachukulia hatua haraka. Sera yao ni ya kutovumilia hata kidogo. Nne, kuripoti na majibu. Reporting and response. Watumiaji wanaweza kuripoti ukiukwaji moja kwa moja ndani ya app. Ripoti zinazohusu usalama wa watoto hupokea kipaumbele cha haraka na huelekezwa kwa moderators. Iwapo ripoti itathibitishwa kuwa ya kweli, maudhui huondolewa mara moja, akaunti husika hufutwa, na kesi huelekezwa kwa NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children pamoja na vyombo vya sheria vya nchi husika. Tano, vifaa vya usalama na elimu. Safety tools and education. Pi Network imeweka ndani ya app zana za kuripoti, kuzuia, kuchuja maudhui pia wameweka viungo kwa mashirika makubwa yanayotoa elimu kuhusu usalama wa watoto mtandaoni kama missingkids.org. Wanatoa taarifa mara kwa mara kwa watumiaji kuhusu jinsi ya kutambua na kuripoti unyanyasaji wa watoto. Sita, mawasiliano kwa dharura, contact information. Kwa masuala ya dharura kuhusu usalama wa watoto au ripoti za CSAE, tumia barua pepe safety@mainpi.com. Tamko la wazi. Kuhusu CSAE Externally Published Standards Pi Network imetoa tamko la hadharani linaloweka wazi misimamo yake dhidi ya unyanyasaji wa kingono na unyonyaji wa watoto mtandaoni. Tarehe ya kuanza kutumika ni tarehe 29 Mei mwaka 2025. Ahadi ya Pi Network: wanapinga vikali na hawavumilii kabisa unyanyasaji wa aina yoyote dhidi ya watoto. Wanalenga kuzuia kugundua na kuripoti shughuli hizo mara moja. Mikakati ya kuzuia prevention, jukwaa lao limeundwa kwa watu wenye umri wa miaka kumi na minane na kuendelea. Kuna mifumo ya uthibitishaji wa umri na ufuatiliaji wa tabia za watumiaji. Maudhui, wasifu wa watumiaji na ujumbe binafsi wote hupitia uchambuzi wa kiotomatiki na ukaguzi wa binadamu. Ufuatiliaji na kuripoti, wanachunguza kwa makini tabia kama grooming, kudanganya watoto kwa nia ovu, picha zisizofaa hatari yoyote kwa watoto. Ripoti hutumwa kwa NCMEC, polisi na vyombo vya usalama vya kitaifa na kimataifa. Mfumo wao unaendana na sera za Google Play kuhusu CSAE, uwezeshaji kwa watumiaji user empowerment. Njia rahisi ya kuripoti vitendo vya hatari moja kwa moja kupitia app. Elimu zaidi kupitia mashirika haya missingkids.org, stopitnow.org, iwf.org.uk. Mawasiliano ya sera au ripoti. Kwa ripoti au taarifa kuhusu sera ya CSAE, tumia barua pepe safety@minepi.com. Huu ulikuwa ni uchambuzi wa kina wa sera za usalama wa mtoto na CSAE kutoka Pi Network kama ilivyotolewa rasmi mwezi Mei mwaka 2025. Tunaipongeza Pai kwa hatua hizi madhubuti zinazolenga kulinda watoto, kwani usalama wa mtoto si hiari, ni wajibu wa kila mmoja wetu. Kama umefurahia video hii, tafadhali subscribe kwenye chaneli yako pendwa Official Khudhey Pi Updates, like video hii, toa maoni yako na washa kengele kwa taarifa mpya kila wiki. Baki salama, baki na Pi, tukutane katika video inayofuata.